Haya wali gani, ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu vyote vya JPTV habari za uhakika. E, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment chochote kile ambacho kimekugusa leo. Mezani kwetu tupo na mada ile ile ya walimu wasio na ajira maarufu kama NETO, Non-Employed Teachers Organization chama ambacho kiliunganishwa kwa shida kama alivyosema askofu. Yeah. Mm. Hey, matatizo ndo yanayokutanisha watu kuliko la ha. Sawa kabisa basi. Leo mimi naitwa director Almasi. Mimi naitwa Juma Musa Ngwea. Twende pamoja kwenye kujadili hili asante. Karibu sana bwana. Tuanze kumsikiza kwanza waziri uh, George Simbachawene toka mara ya kwanza walimu wasio na ajira walimtumia wa waraka na aliupata na akausoma na baada ya kuusoma, akawaita waende wakazungumze lakini hapa katikati kukatokea sintofahamu kibao. Mara kukamatwa kwa kiongozi uh, viongozi, katibu, mwenyekiti walikamatwa, baadaye wakaachiliwa, simu zote kashikiliwa, lakini waziri alisema kwamba anataka kuzungumza nao. Askofu Bagonza alisema kwamba kamata kamata si sawa, na kauli nyingine alisema kwamba vijana hao wanahitaji kusikilizwa, na kama wasiposikilizwa shetani atawasikiliza na itakuwa sio vizuri. Eh, tutatafuta mahali pa wote tumsikize kwanza waziri alafu tutaanza kuchambua na sisi kwa upeo wetu. Karibu sana. NETO, vijana hawa lazima wasikilizwe, na mimi nilisema waje niwasikilize. Nashukuru kwamba wamekubali tena, wamejiri organize na nimeridhia katibu mkuu nikutana nao jumatatu ijao, tuzungumze, tushauriane, tunaweza tukapata jawabu, kwa sababu wao ni wasomi wanaijua hali halisi ya nchi yao, watakuwa na mawazo mazuri. Na mimi nawaambieni jambo hili litaisha kwa vijana wale kutupa maarifa sisi serikali ili tuweze kuona tunafanya nini kwa ajili yao, maanake ni wasomi. Kwa hiyo nawakaribisha vijana wa NETO waje tuzungumze na sisi. Mimi nitakaa na wenzangu tushauriane nao, taomba tu wenzangu, tamisemi tuwe tayari Waziri wa elimu naye yuko ta awe tayari, tukae tusikilize, hawa vijana watuambie, wanaweza wakawa na mawazo mazuri yakatusaidia. Kwa hiyo nawakaribisha Jumatatu ijayo. Na katibu mkuu, naomba ulisimamie jambo hili. Umemwelewaje huyo? Aliyozungumza hapo ni mheshimiwa Simba Chawene, kwa kuwataka kwamba walimu wakiamini kwamba walimu ni wasomi, wasomi, e, watakaa watazungumza, lakini pia watatoa mawazo mazuri kwa serikali yao na serikali ione kwamba nini watakifanya. Lakini ukija kuangalia kwa haraka haraka hapa, walimu tunajua kwamba shida yao ni nini, ni kutaka ajira serikalini. Lakini leo hii tukaamini kwamba wamepewa, wamepewa taarifa kwamba waitwe kwa ajili ya mazungumzo, lakini wakawa wakijua, walimu wakienda pale watoe mawazo mazuri kwa serikali ili waone ni kwamba nini wafanye, na sio kile wanachokitaka wao kuajiliwa. Ani hapa uoni kama kutakuwa na changamoto? Kwa hiyo sijui kikao kitakavyoisha kitaishaje, lakini tuone kwamba, ndugu mpenzi mtazamaji, hizi habari tunazokuletea ni tamko la, la, la mheshimiwa Simba Chawene kuwataka walimu kwenda kufanya nao mazungumzo Jumatatu tarehe kumi yeah. Sasa uh, kutokana na kauli ya Skofu Bagonza pamoja na mitandao ya kijamii ikazagaa vijana kusumbuliwa na polisi, kukamatwa, kunyang'anywa simu, hii ni kama ni, ni serikali na kinzana au kuna ni, ni kiusalama zaidi ah, tunaweza tukasema kwa sababu kwa kipindi tulichokuwa nacho ni kipindi cha uchaguzi mm, lakini kwa sababu mtu um, unaweza ukatetea haki yako e, iza baadhi mm. mm. mm -hmm. ya viongozi au baadhi ya vyama vikakutafsiri tofauti. Kwa hiyo unaona kwamba vile unapoenda hadharani, unapoongea, unajaji wewe unaiomba serikali kwa ajili, lakini kwa mtazamo wa chama naweza kuona kwamba vile unaikosoa serikali lakini kumbe unadai haki yako. Kinachofuata uh, vyombo vya ulinzi na usalama kuona kwamba huyu mtu asija akachukuliwa hatua uh, au akatekwa akafanywa nini, kwao anaweza kumkamata mtu kwa ajili ya usalama uh, kuna mtu anaitwa Chazi Elias katika comment ameandika kwamba uh, isiwe ni mtego, wakija waweke ndani <laughs> uh, ni, ni, ni, ni, ni kwambie siku zote serikali inatamani kwamba ikifanya kitu uh, Watanzania tuone kila mwananchi aone, kwa sababu tunaamini serikali ni wewe. Kwa hiyo hiki ambacho alichokifanya na kuwaita si kwa maana kuwaita kama mtego, hapana, ni kwenda kuzungumza, na kama ingekuwa ni mtego basi <coughs> siwapo hata taarifa zisingesambaa. Yani asingeenda ya mbele ya vyombo vya habari na, na kusema kwamba anahitaji moja mbili tatu, na alisisitiza kabisa, kwa sababu na mimi nimepokea kama agizo kutoka kwa mheshimiwa rais, kwao lazima afanye kusudi halisi 95 37 anasema, hongera sana waziri, umejitahidi sana una akili sana, unafaa kuwa waziri mkuu ajaye. Aa, na mimi pia kwa mawazo yake, siko siko nyuma naye, kwa sababu unajua mtu unapopewa unapoona jambo liko kwenye taharuki fulani, na ukapewa maagizo ulifanya na ukalishupalia na ukalisimamia kidete, anachokifanya hata mimi pia nimpongeze, ni kitu kikubwa sana hivi. Waziri mkuu ili sakata nalijua alijui? Ah, kwa sababu yeye ni waziri mkuu, ukizungumzia waziri mkuu sekta zote za mawaziri na maana yeye lazima acheze kote kote. Sijamsikia kabisa. Wewe umsikie? Sijamsikia kulizungumzia, lakini yawezekana kwenye kikao sijui naye pia atakuwepo kwa sababu si waziri mkuu. Nisome sasa comment ya mdau mmoja ama anasema, anaitwa Sifa YOC. Anasema ajira serikalini hiyo hiyo, zingatie haya Mheshimiwa waziri na tutaona hautoiona tena NETO. Ya kwanza, ajiri walimu waliojitolea kwanza. Huo ni moyo wa uzalendo kwa taifa, tena wametuonesha positive rate kwa watoto wetu, yaani watoto wao wanaomaliza kidato cha nne, ushahidi wanao na yeye pia ambaye anaitwa Sifa anayo. Ajiri kwa kuzingatia miaka mtu aliyokaa tangu kumaliza chuo, hasa hawa mwaka 2015, 15, 16, 17, 17, 19, kwanza hao, na idadi hii ya ajira wako elfu kumi na nne tu ana, ana, ametoa nani takwimu zake hapo. Nasema ukiwachanganya kuanzia mwaka 2015 mpaka mwaka 2019 na na ni wa, walimu elfu 14 tu, sawa, unaweza kuamaliza kabisa, sio wengi sana, hata misemo alikuwa washapunguza mno, sawa. Lakini cha mwisho akasema kwamba kataa rushwa, hasa unapoona mwalimu wa mwaka 2020 na 21 2022 24 20, 20, 20. anaajiriwa hata kaka yake na dada zake wajaajiriwa, jiulize, kuna kitu hapo kinaitwa undugunization, si umeelewa haya? yeah. Lakini tatizo ni mfumo wetu wa elimu ambao umeandaa vijana kuajiriwa na sio kujiajiri, na ndio maana asilimia kubwa anapelekea vijana wengi ni wavivu. Wavivu, wavivu, lakini pia unakuta unajua, jitihada pia tusije tukailaumu sana serikali mm. Lakini pia ni kijana mwenyewe kwamba kuona ndo kama, nakumbuka kuna kauli usiseme kwamba Tanzania imenifanyia nini? Jiulize wewe umeifanyia nini Tanzania, sijui umenielewa, eh, eh. Kwa hiyo utakuta katika ile sakata la walimu kwamba wao wamesomea lakini lengo ataka wafundishe wanafunzi waliokuwa katika shule za serikali waajiriwe na serikali. Kwa hiyo wana kiu ya kile ambacho anachokitaka kufanyia nchi yao, sijui umenielewa. Kwa hiyo serikali waliangalia ili na, na ikiwezekana tu ili sakata ni kuwapatia ajira tu wa walimu. Haya, hii hapa ni JPTV habari za uhakika. Almasi hapa studio, nilikuwa na Juma Musa Ngwea, ukipenda nita JMG to star. Mpenzi mtazamaji wa JPTV, usisahau kusubscribe ku like, ku comment na kushare, ili upate update zote ambazo tutakazo upload kwenye chaneli yetu. Tukutane wakati mwingine, tunasema kwa pamoja bye. Bye, bye. bye.